Papa Leo wa kumi na nne ni nani? Hilary Ingati anaeleza zaidi. Jina lake halisi ni Robert Francis Prevost, alizaliwa Chicago nchini Marekani Alichaguliwa na marehemu Papa Francis mwaka 2023, kuwa mshauri wake kuhusu uteuzi wa maaskofu wa kanisa Katoliki duniani na kumteua katika wadhifa wa kadinali. Kabla ya kushika nafasi hiyo kwa muda mrefu, alihudumu kama mishonari nchini Peru tangu miaka 80 chini ya shirika la Agostino na baadaye kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Chiclayo nchini humo. Kiongozi huyo mpya anaelezwa kama mtu mwenye misimamo ya kati, anayeunga mkono mapokeo halisi ya kanisa Katoliki lakini pia anay penda mageuzi. Aidha, wanaomfahamu wanamwelezea kama kiongozi wa kiroho msikivu, mchache wa maneno na mpinzani wa utoaji mimba na adhabu ya kifo. Papa Leo wa kumi na nne anaingia kwenye vitabu vya historia kuwa kiongozi wa kwanza wa Kanisa Katoliki kutoka Marekani aliyepia na uraia wa Peru kushika wadhifa huo mkubwa.